Fanya makeup ambayo haichuji hata ukimwagia maji inawezekana. Zingatia quality ya brush ambayo naitumia hapa. Hii brush ukihitaji brush peke yake ni shilingi laki moja. Brush zake ni very quality. Nitaanza kwa kupaka primer itasaidia kulinda ngozi ya mteja wangu lakini pia makeup yangu ita dumu muda mrefu. Nitapulizia makeup fix, uh, kama ambao unaona kwa ajili ya kuifanya ngozi yangu ibaki na unyevu vizuri kabisa hii hapa. Hii natumia ni eyebrow styling soap itasaidia kulaza nyusi za mteja wangu kwenye fremu ya wanja. Nitaanza na fremu upande wa chini kama hivi ambavyo unaona, zingatia rangi ya mteja wangu. Sasa unapopata mteja ambaye ana rangi nyeusi au ana rangi nyeupe, basi make sure kwamba unapaka makeup ambayo inaendana na rangi ya mteja, tofauti na hapo utaifanya kazi yako itaonekana ni mbaya. Kwenye upande wa concealer, nitatumia concealer ambayo ni hii, ni nyeusi hii ya mwishoni kabisa Sawa lakini upande wa juu nitakwenda kutumia foundation ambayo itakuwa inaendana sasa na rangi ya mteja wangu sawa sawa. Okay, wakati nanyoosha wanja wangu kutumia concealer, naomba nikukumbushe kwamba jina langu ni Farida Othman. Karibu sana Farida Beauty Academy, tunafundisha mambo yote ya saluni, iwe makeup, kusuka. Ada zetu kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Kwa wale ambao mtahitaji makeup set peke yake, seti zipo kuanzia shilingi laki moja laki mbili laki tatu laki tatu na nusu kuendelea kuona vifaa hivi nitumie message namba mese nama kwenye screen, cha kwenda kutumia picha, utachagua na kununua vifaa kwetu. Darasa ni bure wiki nzima, kwa hiyo karibuni sana. Au kama tayari ukisha kununua, unaweza kaji, nitumie message WhatsApp, nikaweza kuunga katika magrupu yetu ya mafunzo. Umeona the way naopaka shadow yangu, nimetumia shadow, shadow ambayo ni dark upande ambao nitatumia shadow ambayo iko light. Make sure kwamba unapo blend basi kama ni eyeshadow au ni concealer isambaze vizuri. Foundation, foundation nyeusi, angalia brush ambayo naitumia ni nzuri sana uh, natumia foundation nyeusi ambayo inaendana na rangi ya mteja wangu, iko concealer, concealer ambayo iko light kwa sababu nataka sehemu ambazo ninazi highlight zionekane zaidi, sawa sawa. Baada ya hapo, nitakwenda kutumia poda, kisha nitaenda kumalizia na highlighter kama hii ambayo unaiona, kisha nitakwenda kwenye upande wa lipstick. Kwa sababu mnachaji seti za makeup zipo mikono, tunatuma kwa waminifu. Ukinunua vifaa uh, kwetu, utaingia darasani bure wiki nzima. Ingia darasani, utajifunza kwa vitendo kabisa. Baada ya hapo utatoka vizuri, utakuwa na uwezo wa kwenda kufanya makeup, iwe hata ni online, iwe ni kwa kuajiriwa, vyote vinawezekana. Kwa hiyo karibuni sana sana sana. Kwa baada ya hapo, nitaenda kumalizia na makeup fix ambayo itasaidia makeup yangu ikae muda mrefu. Umeangalia makeup yangu kwa nzuri, karibuni sana mi. Ni Farita Othman, bye bye.